Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ametufikisha siku ya muhimu sana, siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ambayo tumekuwa tukisubiri kwa miezi kama mitatu hivi ili tuweze kuchagua viongozi ambao watatuongoza katika kipindi hiki cha miaka mitano, uh, tukijali wa uzima. Basi leo ni siku ya kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka chama ambacho kila mtu anakiamini, mimi nakiamini Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo leo nimempigia kura dr Samia Suluhu Hassan, pamoja na mgombea wa makamu wa rais dr Emmanuel Nchimbi. Lakini pia nimejipigia kura mwenyewe, mimi ni mgombea wa jimbo la Uyole, na naamini kwamba katika yale ambayo tumewaeleza wananchi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, matarajio yetu ya nini tutafanya. Basi naamini wananchi watakiamini zaidi Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo hili la Uyole kuliko chama kingine chochote. Lakini pia kwa upande wa udiwani hapa, mimi nilipopigia kura ni kituo cha shule ya msingi Tamkareli ambacho uh, kiko kata ya Itezi na hapa Itezi, mgombea kupitia chama cha mapinduzi anaitwa Kapolesia. Kwa hiyo nimempigia kura na nimefanya hivyo mapema kabisa, ili nipate nafasi ya kuzunguka sasa katika jimbo zima, nione namna watu wanapojitokeza kwa ajili ya kupiga kura, nione kama kuna changamoto zozote ambazo naweza kuzitolea taarifa. Lakini kwa hapa ambapo mimi nimepigia kura, kuna vituo kadhaa hapa. Hiki kituo nilichopigia kura kura ni kimojawapo, na na naona watu wengi tu wameshapiga kura na wengine nipishana nao wakitoka hapa na sasa hivi mimi nimepiga kura, nilikuwa sehemu ya foleni ya watu wanaopiga kura. Kwa hiyo watu wako wengi sana hapa, na nikiangalia upande wangu wa kulia hapo kuna wengine wako kwenye foleni wanapiga kura. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu asubuhi mapema hii tujitokeze, twende tukapige kura, twende tukapige kura kwa viongozi ambao tunaamini katika miaka mitano ijayo watatuletea maendeleo, watatuletea ustawi, watatuletea amani, watatuletea utulivu wa Watanzania kujiletea maendeleo sisi wenyewe. Kwa hiyo nitoe wito wote twende huko, lakini kwa habari ya kujitokeza watu, uh, mimi kama mgombea wa ubunge jimbo hili la Uyole ninaamini kwamba Uyole tutaongoza kwa idadi ya watu watakaokuwa wamejitokeza kwenye vituo vya kupigia kura kwa sababu tumehamasishana sana, tumejihamasisha wenyewe na kama uh, waandishi wa habari mlivyopata kuona hapa, kwa kweli watu waliojitokeza ni wengi sana na hiki ni kituo kimoja, tunaelekea kwenye vituo vingine. Hii yote inaonyesha kwamba upigaji wa kura unaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na hakuna hapa mtu yeyote anayemtisha yeyote, hakuna kwa kweli. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania wote pengine waliokuwa na hofu hii na hile sasa wajitokeze kwa, kwa wingi kabisa, watumie haki yao ya kikatiba kupiga kura kwa viongozi wanaowataka, kupiga kura kwa wawakilishi kwa upande wa mbunge na diwani, lakini kumpigia kura kiongozi mkubwa kabisa wa nchi yetu ya Tanzania atakaye tubeba kwa miaka mitano ijayo inshaallah.